Hello, Chionda wa chionda. Ubuntu, Bantu, Afrika ni watu, sio manyani. Tunasema hii ni sauti ya fikra huru ya Mwafrika, fikra huru za Mwafrika. Twende sawa, leo naendelea na white poison, sumu nyeupe. Kwa nini ikaitwa sumu nyeupe? Yaani mifumo waliotetea wazungu ni poison, sumu nyeupe, sumu nyeupe lakini leo nitaachana na sumu nyeupe, nitakwenda na anasema the Vatican conspiracy. Hizi ni njama za Vatikani. Tunaendelea leo, tunaendelea ukurasa wa kumi na nne, sehemu ya pili, inasema rais Andrew Jackson. Ndugu wana wa Afrika, hii ni njama ya Vatikani, wanasema the Vatican conspiracy theory. Andrew Jackson alichaguliwa kwenye nafasi ya urais mwaka elfu moja mia nane na ishirini na nane. Ushujaa wake na ujuzi wa kijeshi katika kuwashinda Waingereza kwenye vita mwaka ya mwaka elfu moja mia nane na kumi na mbili unafahamika sana. Katika vita yeye mwenyewe alikuwa mstari wa mbele wa mstari wa mstari mbele na zana za vita, lakini sasa alikuwa anakumbana na adui tofauti kabisa. Adui gani alikuwa anapambana nayo, ndugu mwana wa Afrika Kaa sawa umsikilize adui anayopambana nayo Andrew Jackson. Adui huyu alikuwa akidai yeye ni Marekani kama yeye Andrew Jackson, na alikuwa kwenye ngazi za juu za uongozi kama yeye mwenyewe. Wanasema shirika la Jesuti walikusudia kuiharibu Marekani, kama vile walivyokuwa wamepanga nia ya yao ovu katika mabaraza yao ya Vienna, Velona na Chieli. Haya mabaraza ya Velona Vienna na Chieli ni mabaraza yaliyosimamiwa under watch by Roman Catholic Church kuangalia na mustakabali wa kutawala dunia, papa akiwa kama Vicar of Christ, the watch of the the watch world. Na haya yalikuwa yakitekelezwa kwa mapana na marefu yake katika kipindi cha urais wa Andrew Jackson. Shirika la Jesuti walikuwa miongoni mwa Wamarekani walionekana kama Wamarekani kwa hakika walikuwa ni raia wa Marekani, isipokuwa uti wao ulikuwa kwa papa wa Roma, zamani ilijulikana kama Rumi. Malengo yao yalikuwa ni yale ya kipapa. Watu hao walikuwa na wasaliti na hatari kubwa kwa ustawi... kwa... kwa ustawi kwa ustawi ustawi wa muungano wa majimbo ya Marekani, USA, taifa lililoweza kustahimili kama litakuwa na wajinga walewale wajinga wale wenye tamaa lakini taifa haliwezi kusimama kama litakuwa na wasaliti na usaliti ukawa unatokea ndani. Walipokuwa wakipanga njama hizi, kiongozi bingwa kusuka njama, Marcus Cicero, huyu ndio mzee wa njama, anaitwa Marcus Cicero. Alitamka haya kwenye mkutano wa mbele ya akina Caesar, Crassus, Pompei na baraza la Waroma, Roma ni seneti. Adui aliyopo, maneno ya Cicero adui aliyepo kwenye malengo ya kuingia kwako hana utisho sana kwa sababu anafahamika na vile alivyojipanga kushambulia mji inafahamika. Lakini msaliti hutembea miongoni mwa watu kwa uhuru, huku akinyata anakuwa amepita njia zote za mji. Hayo ni maneno ya Seselo, na anakuwa anasikika kwenye malengo, majengo ya serikali yenu wenyewe, kwa sababu anakuwa ni msaliti katika uonekano wa kutokuwa msaliti anakuwa akiongea kwa, kwa lugha kama y ya mawindo yake. Anaongea lugha taratibu, lugha nyofu, lugha ya amani na lugha ya upendo, na anavaa sura zao na mavazi yao, na anafanya mambo au biashara ambazo zinagusa mioyo ya watu wote. Anaozesha mioyo ya watu wote. Anafanya kazi zake kwa siri sana pasipojulikana, anazoofisha nguzo zinazoshikilia miji anauathiri mfumo wa kisiasa kiasi kwamba wanasiasa wanakuwa hawampingi tena. Tunasema miongoni mwa wasaiti hao walikuwa ni John C. Calhoun na Nicholas Bidre Makamua, makamu wake raisi akawa, John C. makamu wake wa raisi akawa John C. Calhoun wa Carolina ya Kusini. Calhoun alijua kwamba Wamarekani wengi kutoka kwenye mioyo yao walipenda sana uhuru. Kwa kipindi hicho biashara ya utumwa ndiyo kwanza ilianza kupingwa kwa nguvu na majimbo yote yalikuwa yanamenunuliwa kutoka kwa Wafaransa na Hispania yakawa huru. Calhoun alikuwa miongoni mwa watu wanaotaka biashara ya utumwa iendelee. Huyu ndio John C. Calhoun. Huyu alikuwa kiongozi wa jimbo la Carolina. Calhoun alikuwa miongoni mwa watu wanaotaka biashara ya utumwa iendelee, lakini dhana ya uhuru iliyokuwepo miongoni mwa Wamarekani wengi ilikuwa ikimeza biashara ya utumwa. Ili kuwafanya Wamarekani wasiondoe dhana ya kuwa na biashara ya utumwa katika Marekani, Calhoun alianzisha gazeti la Washington lililoitwa upashanyaji upashaji wa habari katika majimbo ya Marekani, United States Telegraph. Katika gazeti hili akaanza kupanda mbegu ya haki za kila jimbo. Mbegu hii mbaya ya haki za majimbo ingepelekea kila jimbo kutaka haki zake. Huo ndio ungekuwa mwanzo wa marekani kumeguka vipande, na kama sio kusambaratika. Ilikuwa ikielezwa kwamba kila jimbo lilikuwa na haki zake za, kus, za asili kufanya mambo yake bila kuingiliwa na majimbo mengine katika muungano. Huyu ni msaliti bwana John C. Calhoun. Akitumika na jesuti order, huu ni member of jesuti, ili kuwatengeneza watu waishi maisha ya woga, maisha ya utengano, Marekani iteteleke, jesuti wachukua utawala wa ulimwengu. Na hadi sasa ninavyoongea, jesuti wanavaa suti katika majengo ya dini, majengo ya kisiasa, majengo, wanavaa kanzu katika jengo la Waislamu, Wanavaa kilemba katika majengo ya Wahindu. Wanavaa, wanavaa uniform katika kambi za jeshi. Wanavaa uniform katika mahekalu ya Mabudha. Hawa ndio Jesuti. Jesuti wako bungeni, Jesuti wako kwenye wizara tofauti za mataifa tofauti. Kaluni akashikilia mbinu yake hiyo chafu na kutaka kuitumia kuyafanya majimbo ya kusini ya jitenge kutoka kwenye muungano wa Marekani. Mbinu hii chafu ikapelekea kodi kuwa kubwa kwa bidhaa zinazoingia kwenye majimbo ya kusini kutoka nchi za Ulaya, na hii ikapelekea bidhaa za Ulaya kuuzwa kwa bei ya juu. Kwa kuwa Ulaya ilinunua vitu vingi kutoka kwenye majimbo ya kusini mwa Marekani, kama pamba na vitu vingine, hii ilipelekea wakulima na wafanyabiashara wa majimbo ya kusini kutengeneza pesa kidogo au kupata faida kidogo kwa bidhaa walizokuwa wakizisafirisha kwenda Ulaya lakini makusanyo ya kodi yote yakawa yanapelekwa kwenye majimbo ya kaskazini na maendeleo yakawa kwenye, ma... yakawa kwenye majimbo ya kaskazini Hii ikapelekea maj... majimbo ya kusini yaanze kufuata bidhaa kwenye majimbo ya kaskazini Kaluhuni akaanza kuyashawishi majimbo ya kusini kwamba mpango huu haukuwa mzuri, hivyo majimbo ya kusini yalikuwa na kila sababu ya kujitenga kwa ajili ya jambo hili. Hii ni njama kama inavyosema kitabu njama ya Vatikani, The Vatican conspiracy theory. Ndugu wana wa Afrika, ndugu wana wa Afrika, kunabidi mda mwingine niwape niwasomee vitabu mda mwingine niendelee na history ambayo iko kichwani. Hiki ni kitabu kinaitwa njama ya Vatikani, kina kurasa nyingi, kina kurasa 80 tu, lakini ni kirefu hii nawapa kwa faida yenu, mjue njama iliandaliwa vipi. Hivyo akawaambia watu wa majimbo ya kusini, mmeongezewa kodi ili msaidie kukuza uzalishaji wa majimbo ya kaskazini, na ilikuwa ni katika mzozo huo ukawa amefanikiwa kupanda mbegu za kusini kutaka kujitenga. Mwanaalamu huyu kwa jina la demokrasia alitaka mpasuko wa taifa iwe kwa njia ya amani na shari, au shari. Haya yapo kwenye kitabu cha Shimo la Nyoka, ukurasa wa ishirini na mbili. Ukurasa wa ishirini na mbili, kitabu kinaitwa The Ad Den, yani shimo la nyoka. Siku chache baada ya kola ni kuanzisha gazeti hilo, kulikuwa na mkutano wa kumbukumbu ya kumwenzi Rais Thomas Jefferson. Katika mkutano huo, Rais Andrew Jackson aliombwa kuongea. Alisimama na kusema, muungano wetu kwa gharama yoyote ni lazima udumishwe. Baada ya kusema hayo rais Jackson alikaa chini. Calhoun akasimama kwa kuanza kusema, umoja unapatikana katika uhuru. Hebu wote tukumbuke kwamba umoja huu unaweza kudumu tu iwapo haki za kila jimbo zitaheshimika. Anapika sumu kwa majimbo, wadai uhuru wao, jimbo liwe na kusanya kodi lenyewe, jimbo liwe na serikali yake, jimbo lisiwe na maamuzi kutoka serikali kuu, wanasema serikali ya shirikisho Koloni Akaka, akawa ameweka muungano kitu cha pili baada ya uhuru. Umoja na katiba ndivyo vitu vinavyo vinavyozaa uhuru. Kama mmoja utachanganywa, kila jimbo litakuwa kwenye koo la mwenzake, kama ilivyo kwa mataifa ya Ulaya ambayo miaka yote yamekuwa kwenye migogoro. Rasilimali za kila jimbo zingekuwa zinatumika wakati wote kununulia silaha za vita kwa ajili ya kupambana na jimbo jingine. Haya yote ndiyo yalikuwa malengo ya kipapa tokea mwanzo, yaliyokuwa yanatakiwa kutekelezwa kwa Colhoun kutekelezwa na Colhoun. Lengo ni kuharibu United States of America. Colhoun alitumia mifumo wa kodi kuleta misiguano kati ya majimbo ya kaskazini na kusini. Bunge la Marekani Congress hili ingeweza kubadilisha sheria ya kodi ili kuwapa, hiyo isiwe kwamba hiyo isiwe sababu ya taifa kusimama. Wengine walikuwa wakimshangaa Colhoun kama makamu wa rais kwa kusimama swala hili kwa kiwango cha chini. Daniel Webster alisema itakuwa vigumu kwa dunia kuamini kwamba Marekani kuna mgogoro wa Carolina ya Kusini na, na majimbo yote na kwamba kila jitihada zime, zimefeli kuokoa jambo hili, ila ifahamike kwamba dunia haitakubali sababu utakayoitoa zaidi ya kujua wewe una agenda asili ambayo hata mambo ya kodi yakirekebishwa bado mgogoro huu utaendelea kuwepo. Daniel Webster alijua kwamba jambo hili lilikuwa zimezama zaidi ya vilindi vya kodi. Alikuwa na akili, Daniel Webster alishamsoma Calhoun ya kwamba Calhoun ni sell auti, na hata mambo ya kodi yangekuwa yamemalizika bado mgogoro ungedumu. Calhoun alikuwa ni pandikizi la Jesuti, lilitumika kuigawa Marekani katika pande mbili. Daniel ilikuwa sawa kwa vile alichukua kikiona, swala la kodi likaishia, lakini wimbi la kogawana na Marekani likawa bado lipo. Damu ya vita ya wenyewe kwa wenyewe, civil war, inarudi na kumkuta mwanzilishi John Hon Colon. Mchungaji fulani aliwahi kusema, kwa nini, kama serikali ya Marekani ilikuwa katika vita vita na kanisa, tungesema hii serikali iende kuzimu na kama kanisa lingekuwa na vita na serikali zote za dunia basi tungesema serikali zote za dunia ziende kuzimu. Kwa nini basi papa ana nguvu kubwa kiasi hiki? Kwa nini papa ni mtawala wa dunia? Wakuu wote wa falme wana wana wa falme na marais wote wamekuwa kama wavulana, hawa hawa waliopo hapa kwenye madhabahu yangu. Mchungaji Ferani aliongea maneno haya tarehe 27 Juni mwaka 1912. John C. Callahan alikuwa ni miongoni mwa vijana wanaohudumia kwenye madhabahu ya papa wanaita the altar boy. Kwa hiyo John Callahan alikuwa mtoto wa kanisa. Alikuwa shemasi, alikuwa mshika kitezo. Kwa hiyo John Callahan akawa ni papeti wa Jesuiti Order. Mwaka elfu moja mia nane saa sini na mbili mjumbe wa rais Andrew Jackson kwenye baraza la Congress nchini Marekani alisema, haki ya watu wa taifa moja kuamua kujiweka huru kwa utashi wao na bila msaada wa kimawazo wa mataifa mengine ni kitu ambacho kina- kinaonewa wivu na mataifa mengine. Rais Jackson alijua njama za Calhoun za kutaka kuharibu Marekani na uhuru wa kikatiba uliokuwepo, na hii kwake ilikuwa haikubaliki lakini kitendo cha kutokubali kwa rais Jackson ilikuwa ni kupingana na mikutano ya wabunge waliokaa kwenye mikutano ya Vienna, Verona na Chieri. Basi wanajamii wa shirika ya la Jesuti walikuwa na kila sababu ya kupambana nayo. Nicole Badre, wakala ajenti wao mwingine wa shirika la Jesuti alipewa majukumu ya kukamilisha sehemu ya pili ya njama hiyo bidry alikuwa ni mtu mmoja mwenye akili sana kwenye upande wa mambo ya fedha financial kwa jinsi alivyokuwa na akili nyingi alimaliza elimu ya chuo kikuu cha pennsylvania akiwa na miaka kumi na tatu tu. alikuwa ni mtaalamu wa sayansi ya pesa wakati jackson anachaguliwa mwaka elfu moja mia nane ishirini na nane bidry alikuwa tayari mkuu wa benki kuu ya umoja wa marekani federal government central Bank. sikiliza mtu ana miaka kumi na tatu. Amemaliza chuo kikuu cha Pennsylvania. Hmm. Hii haikuwa kwa, ma kwa mara ya kwanza kwa benki hiyo kuanzishwa. Mara mbili kabla mwanzo iliwahi kuanzishwa wakati wa Rais Robert Morris, na mara ya pili wakati wa Alexander Hamilton. Mara mbili wakati wa kuanzishwa kwake ilikuwa ikifeli kwa sababu rushwa aliwahusisha watu waliokuwa wakiendesha. Baada ya vita ya mwaka elfu moja mia nane themanini na mbili Benki kuu ikaanzishwa tena na ilikuwa katika jaribio hili la tatu la kuanzishwa kwake ndipo ikawa inaongozwa na Bwana bidre. bidre na nani alikuwa nyuma ya bidre? Jaribio la kuanzishwa kwa mara, kwa mara ya tatu, ukweli ulikuwa wazi: ni benki kubwa ya raia wa Israeli Rothschild mtoto wa Rutu waliokuwa na benki iliyokuwa inatawala Ulaya yote kwa miaka hiyo. Ndivyo ilivyopelekea kuundwa kwa benki kuu ya Marekani, Bank of United States of America. Huyu Rothschild wanamwita mtoto wa Rutu. Unamjua Rutu? <laughs> kwa miaka mingi bwana Nathan ni m Rothschild, raia wa Israeli aliyekuwa akiishi jimbo la Manchester, Uingereza, alikuwa na mradi mkubwa wa kutengeneza vigae textile. Pamoja na hayo, alikuwa akinunua pamba kutoka kwenye majimbo ya kusini mwa Marekani. Nathan alikopesha nchi nyingi barani Ulaya wakati huo akawa ni mtu anayefahamika katika serikali kwamba ndiye anayeikopesha serikali ya Marekani, na baada ya hayo akawa ndiye anayesaidia kuanzishwa kwa benki kuu ya Marekani. Kwa miaka mingi matajiri hawa wa ukoo wa Rothschild ndio waliokuwa wakitengeneza sheria za fedha kwa ajili ya bidii benki kuu ya Marekani. Serikali inatengenezewa sheria ya fedha na mtu wa nje kwa sababu anawakopesha viongozi waliokuwa nyuma ya bda katika juhudi za kuanzishwa kwa benki kuu ya Marekani walikuwa ni wana wana ukoo wa Rothschild. Lakini familia hii ya wana ukoo wa Rothschild walifanya kazi kwa ajili ya nani? Anauliza familia hii ya Rothschild, Nathan Rothschild, Nathan M Rothschild yani Nathan Maya Rothschild kutoka Bavaria ya Ujerumani, zamani hiyo ikiitwa Prussia. Wanauliza, alikuwa anafanya kazi kwa niaba ya nani? Kwa miaka hiyo, papa alikuwa na jeshi imara kwa ulinzi wake mwenyewe na ulinzi wa Vatikani. Wanaokoa Rothschild walielewa, waliielewa dunia vilivyo, na kwa kuwa walikuwa na pesa nyingi, yaani mabilionea wa wakati huo, walijua sehemu pekee ya kuhifadhi pesa yao katika dunia hii itakuwa ni Vatikani kwa papa. Hii ikapelekea waweke uhusiano mzuri na papa, na zaidi ya hayo wa Vatikani iwe inawatunzia pesa yao. Pesa ilikuwa nyingi kiasi kwamba hata Vatikani ingetaka kutumia sehemu ya pesa hiyo, basi ingebakia wanauko hao kuliko kuiweka sehemu nyingine yoyote hapa duniani, na wakati wa vita pesa yote ingeteketea mwisho wa siku, wa siku wanauko wa Rothschild wakaanza kujiita walinzi wa hazina treasure ya Vatikani. Na hii ikapelekea Vatikani kuwa na pesa nyingi sana. Je, nani angejua siri ya utajiri wa kanisa Katoliki la Roma? Wanaukoo wa Rothschild waliungana na shirika la Jesuti na walikuwa hawana shida na papa kuto kutekeleza mipango yake, ili mradi pesa yao ilikuwa mahala salama. Hivyo shirika la Jesuti wakifanya kazi kwa msaada wa wanaukoo wa Rothschild na bidii, wakawa na mamlaka makubwa katika benki ya Marekani. Swala zima la benki kuu ya jinsi inavyoendeshwa ilikuwa kwa haimfurahishi Andrew Jackson. Wakati bitu akiandaa mkataba mwingine wa kibenki mwaka 1932 1832, Rais Jackson alikuwa kwenye kampeni za muhula wa pili na akatumia kura yake ya turufu veto dhidi ya bunge la Marekani lililotaka kuongeza muda wa mkataba wa benki kuu. Alikataa kwa sababu kuu tatu. Benki hiyo ilikuwa ya kinyonyaji. Pili, ilikuwa haiendani na katiba ya Marekani. Na ilikuwa na uhatari wa kaburi la genge grave danger kwa, kwa, kwa nchi kwa sababu wengi wanaohusika walikuwa ni watu wa Ulaya. Alisema, hii sio hatari kwa uhuru wetu kama tuna benki ambayo haimilikiwi na Marekani. Ah, ni maneno ya Bwana Jackson jac. yeah, hii haitakuwa sababu ya uchaguzi kutoka uhuru na haki iwapo vipo, vipo vita ambavyo tunapambana navyo hii benki inashikilia pesa yetu pesa ya wananchi wetu na kuzani kwamba maelfu ya wananchi wetu wako huru itakuwa ni jambo la hatari kuliko hata jeshi lililojipanga nje ya mipaka yetu ili ipigane nasi na haya yamo kwenye kitabu cha historia ya benki na fedha ya marekani ukurasa wa ishirini na sita na ishirini na saba documentary history of banking and currency in the united states of america chelsea house peji ya ishirini sita hadi ya ishirini saba. Wewe unaobisha na kurasa, nimekuwekea na vitabu, nenda katafute usome. Maoni haya ya rais Jackson hayakuwa mageni kuyasikia, wengi wao walijua nguvu iliyokuwa imejificha nyuma, waliokuwa wakiendesha benki hiyo. Maya Rothschild alisema, mimi natoa na kudhibiti pesa taifa, na sijali sana ni nani anaandika sheria. Kwa upande wao wanaukoo wa Rothschild walioongozwa na sera ya aliye na dhahabu ndio wa, ndio wa kuweka sheria. Wanaukoo wa Rothschild walikuwa wameiteka dunia vizuri zaidi kwa mbinu ya kunyata pasipo kujulikana zaidi, na watadumu kwa muda mrefu kuliko akina Kaisari waliopita au kina Hitler watakaofuata. Shirika la Jesuti walimtumia Bidi na Rothschild kuwa na sauti juu kwenye ya kwenye benki ya Marekani kwa sababu hawajua kwa kufanya hivyo, wataweza kuwadhibiti watu na kuwashawishi, kwa katiba ya Marekani iandikwe kwa kuendana na vile papa anavyotaka iandikwe. Rais Jackson alikuwa akijaribu kuwazuia, wanasema hebu tuiangalie benki hii inayoitwa benki kuu ya Marekani, Central Bank of America, ili tujue ni namna gani ilivyo ya hatari. Watu wengi hudhani benki kuu ya Marekani inamilikiwa na serikali ya Marekani, kitu ambacho ni tofauti. Hapa kuna ufafanuzi ambao unaelekeza moja ya vile benki hiyo inavyofanya kazi. Benki kuu ya Marekani, the the Central Bank of the Federal Reserve Bank, ni benki inayomilikiwa na mabilionea fulani ambao wana nguvu katika dunia hii. Benki kuu ya Marekani ina mahusiano na matajiri hawa. Kabla ya hao kulikuwa na benki katika taifa ambazo zilikuwa zikishindana Hivyo wateja wote ambao ni wananchi walikuwa na wito wa kuchagua waende benki kuu gani, lakini kwa sasa mambo hayako hivyo tena. Wote tunajua kwamba serikali ya Marekani hukopa pesa ya matumizi, hivyo deni la taifa limekuwa kubwa sana. Lakini kwa nini imekuwa hivi? Hebu tazama mfano huu. Chukulia serikali ya Marekani inataka kukopa trilioni saba. Serikali inaweka dhamana kwa ajili ya mkopo huu kama ambavyo kampuni ya maji inavyotaka kuweka bomba jipya la maji au bwawa. Serikali hii ya marekani inaweka dhamana ya trilioni saba kwenye benki kuu. Serikali hii hii ya Marekani, kwa kutumia dhamana hiyo, inayaagiza idara ya kuchapisha pesa kuchapa noti, not, noti na sarafu zenye thamani ya trilioni saba. Baada ya wiki mbili au tatu, baada ya pesa kuwa zimechapishwa au kuchapo printed, idara ya uchapishaji pesa inapeleka pesa hiyo kwenye benki kuu na baada ya hapo benki kuu inaandika cheki ya kama milioni hamsini kuilipa idara ya kuchapisha pesa hiyo hiyo hiyo ya trilioni saba. Hapo sasa, benki kuu ya Marekani ndipo itakapochukua hizo trilioni saba na kuikopesha serikali ya Marekani, na watu wa Marekani ndio watakaolipa riba ya trilioni saba iliyokuwa iliyokuwa. Kila mwaka faida huenda kwa wamiliki wa benki kuu ya Marekani ambao hawajaweka hata senti tano ili kustahili faida hiyo. Hii ni jambo la ajabu sana. Ndugu wana wa Afrika, haya ndio mipango ya Jesuti, hawa ndio wa Roma Roman Catholic Church. Ni ile ile Roman Empire, usifikiri Roman Empire imekufa. Roman Empire imekuja kwa staili, ikivaa joho la Ulaya, ikivaa joho la upendo, ikivaa joho la udini lakini wakiwa wameficha mapanga mgongoni, wakiwa nia ya yao ni kuangamiza, sio tu kuangamiza Marekani, ni kuangamiza dunia nzima, kuchukua rasilimali zote. Unamsikia Mayer Rothschild Nathani Nathani, anasema anayomiliki dhahabu ndio anaofaa kufu, kufuatwa, sio mtunga sheria. Wewe unatunga sheria huna kitu. Kwa hiyo dhahabu ndio kila kitu, na ndio maana dhahabu yetu inachotwa kila mwaka, kila day, kila siku, siku zote. Dhahabu ya wana watu maskini haiwasaidii wenyewe, inawasaidia wakoloni. Ndugu wana wa Afrika, hii ni sauti ya fikra huru za Mwafrika. Ndugu wana wa El Kaburani karibu sana katika podcast yetu ya fikra huru za mtu mweusi. Tunaendelea kuwaelimisha, kuwafungua bongo na vitu vilivyofichwa. Nasema Ubuntu Bantu wa Afrika ni watu sio manyani. Otepu amenera